Utandawazi wa mitandao pamoja na upatikanaji rahisi wa internet umefungua fursa nyingi na kwa watu mbalimbali hasa katika kujiingizia kipato. Lakini fursa hizi zikaja na changamoto ya usalama kwenye mitandao hii, jambo linalofanya nchi mbalimbali kujiimarisha katika usalama wa mtandao. Kwa Afrika kuna nchi tano ambazo zinafanya vizuri zaidi katika usalama wa mtandao kwa mujibu wa viwango vya Global Cybersecurity Index GCI. Nchi hizi zimeonyesha dhamira ya dhati ya usalama wa mtandao, na hizi ndizo nchi zenyewe. Rwanda inatajwa kama nchi nambari tano Afrika kwa usalama wa mtandao barani Afrika, ikifuatiwa na Kenya inayoshika nambari nne kwa usalama wa mtandao barani Afrika. Ghana ni nchi ya tatu kwenye usalama wa mtandao barani Afrika, ikionyesha kupiga hatua kubwa kwenye mfumo wake wa mtandao. Mauritius ni nchi ya pili kwa usalama wa mtandao barani Afrika, inatambulika kwa utendaji wake wa kipekee katika usalama wa mtandao mpaka kupata nafasi katika kiwango cha juu nchini mwao. Na nchi nambari moja kwa usalama wa mtandao kati ya mataifa 54 ya bara la Afrika ni Tanzania. Nchi hii ya waswahili inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeorodheshwa kwa daraja la kwanza kimataifa na inayoongoza barani Afrika kwa usalama wa mtandao, cyber security, ikiwa na utendaji mzuri katika nguzo zote tano za GCI. Usalama wa mtandao Tanzania ni matokeo ya kazi nzuri inayofanywa na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA. Hii ni kwa taarifa yako tu. Kama una wasiwasi na usalama katika mitandao, basi Tanzania ndiyo nchi salama zaidi barani Afrika kutumia mtandao.